Hivi ni vyakula bora a, kwa ajili ya afya ya macho yako. Watu wengi wamekuwa wakipata changamoto ya macho, unakuta mtoto mdogo anavaa miwani kwa, ina maana anakuwa na changamoto kwenye macho. Sasa kuna vyakula ambavyo ni bora a, kwa afya ya macho. Chakula namba moja ni mayai. Tumia kama una changamoto ya, ya, ya macho basi Uh, tumia uh, mayai sana. Chakula uh, namba mbili tunasema ni utumiaji uh, wa uh, samaki kwa uh, kwa sababu samaki yale mafuta ya samaki yana DHA ambayo ni yana omega 3, 6 na 9 ambayo na DHA ambayo ni nzuri kwa ajili ya afya ya macho yako. Lakini, uh, matumizi ya karoti, pendelea sana uh, kutumia karoti uh, hata kama una mtoto wa jicho basi ile karoti itaweza kukusaidia ukichanganya na maziwa uh, ni nzuri A zaidi lakini pia usisahau kutumia a, kutumia maji tumia maji ya kutosha, kwa sababu maji tunasema asilimia sabini na tano ya ya mwili wa binadamu ni maji. Kwa hiyo ukitumia maji, basi ni chakula pia kinachopeleke kizuri kwa ajili ya afya ya macho yako. Tuambie hapo chini ni changamoto ipi ambayo unafikiria una inakusababisha kupata changamoto ya macho.